Unaweza kusema mtazamaji, kwamba elimu kuhusu vitendo vya ukatili wa kijinsia ambayo inaendelea kutolewa katika maeneo mbalimbali duniani inazaa matunda kwa kiasi fulani, kwa sababu watu wanaelewa hasa nini maana ya vitendo vya ukatili wa kijinsia lakini wanaweza vipi kujikinga na vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia. Lakini sio wote. Kuna baadhi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia ambavyo bado vinaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwepo mauaji, vipigo na kila aina ya vitendo ambavyo vinafanana na hivyo. Hapa ni Dar es Salaam, Tanzania, ninawauliza baadhi ya watu wakiwapo mashuhuda pamoja na wahanga vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia kuhusiana na maadhimisho haya ya siku kumi na sita za kupinga ukatili wa ya kijinsia yana maana gani kwao. Mimi ni Veronica Natalis, karibu katika Kurunzi Live. Nafundisha hiyo kushuhudia, jirani yangu mmoja alipigwa na mume wake na kukatakatwa mapanga mpaka kufariki, na mume wake alikuja akamzika, yaani bila watu kujua, watu wanakuja kushtuka kama siku tatu zimeshapita. Nilijisikia maumivu sana na niliumia. Nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naweza nikasema kwamba tuna makabila mbalimbali mbali, na kila kabila na tamaduni zake. Mimi ni Msukuma, mara nyingi wanaume wa Kisukuma kuwa wapendi, yani wale mambo ambayo tunazungumza kama ya kimama mama, labda kuwa forsi. Kuna kazi ambazo zimetengwa megu, kama hizo kazi ya, ya mwanamke kama kuchanja kuni, kupika, kuosha vyombo. Mimi ninaona huo ni kama ukatili wa kijinsia kwa mwanaume kufanya kazi za kike. Dunia inapoadhimisha siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia, nataka kujua maoni ya watu kwamba wanaonaje vitendo hivi, vinatokomea vinazidi, na ushauri wao ni upi, basi nini kifanyike zaidi kuweza kuzuia matendo haya, ukatili wa kijinsia ambao ameendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali duniani yaani ukatili wa kijinsia sio kupigwa kunyanyaswa hapana pia na kufanyiwa kuachwa na mtu ambaye ulikuwa unampenda ulikuwa unamtegemea kwenye maisha yako pia ni ukatili wa kijinsia hisia zikiumia ni ukatili mkubwa sana juzi juzi hapa nimeona mtandaoni ukatili wa kijinsia mwanamke kamkata mwanamume wake sehemu za asili hamna wa kutusemea si wanaume kwa hiyo inabidi na sisi tupate wa kutusemea au ikibidi kabisa hamsini kwa hamsini itolewe hiyo hata 75 kwa 25. Yaani labda tukawapunguzia kidogo ya kaka uhuru ambako tumewapa wanawake, kwamba hao wanaonekana ndo wananyanyaswa kuliko wanaume. Imefikia kipindi kile kidunia tulichowatengenezea wanakitumia vibaya, kwa maana kwamba sasa imetokea kwamba wanaume ndio wananyanyasika zaidi kuliko wanawake, ila wakuwasemea wanaume ndio wamekosekana. Wapewe madawati yale, wasikilizwe, maana kuna madawati ya jinsia yale, lakini naona sana anashughulika na upande wa kina mama lakini kina baba kidogo wameachwa nyuma. Naam, mtazamaji, na hayo ndio baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji hili la Dar es Salaam kuhusiana na maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia lakini zaidi kuhusiana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na mjadala huo, Kurunzi Live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn, Ujerumani. Na kutokea hapa mimi ni Veronica Natalis, chao chao.